Majina yangu naitwa Nasoro Erasto Pitia, msimamizi wa uchaguzi jimbo la Ilongero. Kwa mujibu wa kifungu cha691 cha, cha sheria ya uchaguzi wa raisi wa bunge na madiwani namba moja ya mwaka 24, na nawatangazia wananchi wote wa jimbo la Ilongero waliojiandikisha katika daftari la kudumu na wapiga kura la Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuwa uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani utafanyika siku ya Jumatano tarehe 29 Oktoba 2025. Bili, vituo vilivyotumika kuandikisha wapiga kura ndivyo vitakavyotumika kupiga kura. Vituo vya kupigia kura vitafunguliwa saa moja kamili asubuhi na kufungwa saa kumi kamili jioni. Pamoja na tangazo hili, kwa kila kituo cha kupigia kura zimebandikwa taarifa zifuatazo: moja, mfano wa karatasi yenye majina na picha za kila mgombea pamoja na nembo za vyama vyao vya siasa kwa uchaguzi wa, wa rais, wa bunge na madiwani. Mbili. Orodha ya majina ya wapiga kura walioandikishwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na orodha ya wapiga kura walioruhusiwa kupiga kura moja tu ya rais. Wananchi wote mnaomba kupitia taarifa hizo ili kutambua mapema vituo mtakavyopigia kura na kuona mfano wa karatasi ya kura. Muhimu, siku ya uchaguzi, ni lazima mpiga kura afike kituoni na kadi yake ya kupigia kura. Kwa mpiga kura aliyepoteza kadi yake na ambaye aliandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, ataruhusiwa kupiga kura endapo atafika katika kituo alichopangiwa akiwa na leseni ya udereva au pasi ya kusafiria au kitambulisho cha taifa ya NIDA. Majina ya kitambulisho mbadala atakachowasilisha yawe yanafanana na yaliomo kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Kura yako haki yako, itokeze kupiga kura. Asanteni kwa kunisikiliza.